Mimi ndiyo ufufuo na uzima, yeye aniaminie ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hatakufa milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hayo tuliyasikia ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyokuwa anamwambia Martha wakati wa kifo cha kaka yake Lazaro. Marta alikuwa na huzuni mwingi na kuelewa kwa nini Yesu alikuwa amechelewa. Ni maneno hayo vilevile anayotuambia sisi tunapokuja hapa kumuaga ndugu yetu mpendwa Padre Anthony Rutaihwa. Hii ndiyo imani aliyoiamini na imani ambayo sote tunapaswa kuamini ili ituongoze katika maisha yetu. Baada ya kusema maneno hayo, Yesu alimuuliza Marta, je, unasadiki hayo? Marta naye akajibu, na Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Na swali hilo hilo tunaulizwa kila mmoja wetu tunapokuwa katika mshangao, tunapokuwa katika huzuni, tunapokuwa katika sintofahamu, anatuuliza je, mnasadiki hilo. Na sisi tunapaswa kujibu, tunapaswa kujifungua, na tunapaswa kuwa karibu na Bwana ili tuweze kujibu swali hilo tunapomtazama jeneza la ndugu yetu mpendwa, ambaye tulikuwa naye, ambaye akuugua akalazwa, bali alitoka kazini na kufunga kufungua. Tunapigiwa simu, tunamwambia hayuko tena pamoja nasi. Kwa kila mmoja wetu ilikuwa mchangao. Mimi nilikuwa Mwanza makamu wa askofu Monsenyo Samweli Mchunguza akanipigia akaniambia. Mwanzo nilinyamaza, alafu nikauliza unasema nini? Akarudia tena, basi nikajua kwamba yametokea. Lakini najua kila mmoja wenu, kila wakati ule ule anavyopata, anasema nakumbuka. Baada ya hapo, aliyetupigia simu wa kwanza ni Fadha Thomas Milingi Akaniuliza, nani Padre Rutaihwa hajambo? Sikujua kama ameshatangaza, sikumwambia chochote, lakini baada ya kusikia kwamba ametangazwa akampigia tena, nikamwambia hatuko pamoja naye. Na habari ikaenea kila mahali, na kila mmoja akawa anajiuliza kulikoni, imekuwa kuwaje? Hilo, hiyo ni tumaini hilo la Marta linalotupa nguvu tunapokuja hapa, tukisadiki kwamba hapa duniani sio kwetu, bali tunakwenda katika nyumba ya milele. Je, wewe unaamini kwamba kinachotupa nguvu, ije jua, ije mvua, afya au ugonjwa utajiri au maskini, uhai au maiti au mauti? Ni neno hilo la kuamini kwamba Kristo amefufuka na Kristo yuko pamoja nasi na kwamba Kristo yu hai, na wakati hato tunahangaika na tunahuzunika, yeye ndiye anayetupa nguvu na, na hapo tunarudia maneno ya mtakatifu Paulo, aliyesema kuishi ni kuishi katika Bwana na kufa ni kubaraka kwetu, kwa sababu tunakufa katika Bwana anayepeleka katika uzima wa milele. Hekima ya Sulemani inatuasa kwamba, ikisema lakini watu wanyofu wako mikononi mwa Mungu, matendo yoyote hayatawapata kamwe lakini kwa wapumbavu wanaonekana kwamba wamekufa, na kwamba kufariki kwao kunakuwa jambo baya. Kuondoka kwetu kulidhaniwa kuwa uharibifu, lakini ukweli ni kwamba tuko katika amani na tuko mikononi mwa Mungu. Hilo ni jambo ambalo Wayahudi nyakati hizo, hata kabla Kristo hajazaliwa Walianza kutafakari juu ya kifo kikoje na kinakwendaje, na Mungu akawaangazia, wakapata jibu hilo kwamba hapa tuko wapita njia. Hapa tuko waujaji tunaokwenda kule kwa Mungu ambaye ndiye kitulizo chetu na ambaye ndiye mwisho wa kila kitu tulichonacho. Katika barua ya Warumi tuliyoisoma leo, Mtakatifu Paulo anawaambia: hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kama tunataka kufufuka, kama tunataka kuenenda katika uzima mpya, lazima tujue kwamba tumekufa na tumezikwa pamoja na Bwana. Tumekufa kwa dhambi zote, tumekufa kwa tamaa mbaya za ulimwengu, tumekufa kwa ubaya wowote, tumekufa kwa chuki, visasi, hujuma na mengine yasiyokwenda na maisha ya Kristo mfufuka. Hapo Mungu atakuwa anatungoja pale msalabani ili aweze kutupokea. Kuwa padre ni kuamini katika kifo na ufufuko wa Bwana, na hilo mpendwa wetu Padre Anthony Rutaihwa aliliamini, kama tulivyosikia katika historia ya maisha yake. Alipata upadisho mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita na mwaka kesho alikuwa tayari anajitayarisha, na wengine wetu tulichapokea tayari karibu mwaliko kwa ajili ya mwaka kesho ili tuadhimishe pamoja naye miaka hamsini, lakini Mungu amependa kwamba aiadhimishe pamoja naye huko mbinguni. Ana miaka 49 ya huduma katika shamba la Bwana, ya huduma katika watu, ya huduma katika kutangaza neno la Mungu. Hivyo watu wengi sana aliyowagusa, watu wengi sana aliyowahudumia. Na baada ya kutangaza kifo chake katika mitandao alisambaa sana, hata watu wengine wakaweka picha ya status zao wakaweka picha yake kwa kile walichoguswa katika maisha yake, jinsi alivyokuwa karibu nao katika maisha yake, wengine hasa waliosoma pamoja naye shuleni, wengine pamoja na ndugu zake, tumekuja jana pamoja katika ndege wakitaka kuja hapa ili waweze kumtazama kwa mara ya mwisho na kuweka udongo kumuaga hadi tutakapokutana naye huko mbinguni. Father Anthony Rutaihwa alikuwa mtu wa watu, alipenda kuongea na kila mtu, kuwahadithia mambo mbalimbali mbali. Ukiwa naye unaona watu wamechangamka, watu wanacheka watu wanakaa pamoja naye, walika zote, iwe ni mapadre, iwe ni watawa, iwe ni waamini, mpaka wakamwita mchangi kwa sababu akikupigia stori hautoki, anakuchanga ni kama mpiga chenga katika uwanja wa mpira, anakuchanganya mpaka nawe unachanganyikiwa. Baada ya Baba Askofu Jovitus kutupa ujumbe wa tanzia katika mtandao wa maaskofu, wakaanza kutoa pole kwetu na kadhaa wanasema, lo, Mungu wangu, Arafati amefariki, ikijulikana kwamba hata na maaskofu na watu wote walimjua kama Arafati Mjeshi, kama alivyojulikana kama mpigania uhuru, kama mpigania haki za watu. Yeye akutaka mtu anyanyaswe, akutaka mtu aonewe, au dada, wewe mwenyewe, akutaka aonewe. Na vile vile, nakumbuka stori zake juu ya Arafat, hasa nyakati zile za vita kati ya Waisraeli na Wapalestina, alivyoenda kuziadithia, na wakati ule alikuwa na bunduki alijua mambo mengi sana juu ya bunduki, ambayo mara moja moja alipiga risasi hewani na ilikuwa ni vizuri. Kama ulikaa karibu naye nyumbani kwake, ulijua kwamba wezi wote watakaa mbali, kwa sababu waliogopa, ingawa alipokuja kujaribiwa, yeye hakuwa na uwezo wa kupiga mtu risasi, lakini walau aliweza kusema kwamba na kuhadithia juu ya mambo hayo, kiasi kwamba hata akija mapadri wadogo wadogo walikuwa wananihadithia na, na wafrateli wewe unajua bunduki nafananaje? Kuja uone, anampa kidogo, piga na... uone alifurahi. Kuona na wafurahisha, watu kuona na wachangamsha, watu kuona na washtua kwa wema. Hivyo ukiona mtu anataniwa na kuitwa majina na watu mbalimbali mbali, na kila mmoja jua kwamba ni mtu wa watu. Sio kila mmoja unaweza ukamtania Sio kila mmoja anaweza kumwita kijina, utakiita huko pembeni, lakini mbele ya macho yake uwezi. Lakini yeye wote walimwita Fadha Mtangi, Fadha Arafat, Omujeshi, ni kwa sababu alikuwa pamoja nao na alikuwa mtu wa watu, na alikuwa pamoja na watu. Fadha Anthony amepita katika parokia nyingi, katika taasisi mbalimbali, kama ilivyosomwa katika masifu yake. Ametoa sakramenti na huduma mbalimbali kila alipopita na watu wengi sana wanamkumbuka. Vile vile amekuwa mwalimu katika seminari, hasa hii seminari ya Rubya. Wanafunzi wake kama kina Father Grasiani wanakumbuka alivyowafundisha physics, chemistry na english. Mpaka leo miaka mingi imepita, wameshapata umvi na wao, lakini walikuwa wanakumbuka vizuri. Wengine kama Father Charles Weumbiza wanakumbuka alivyowafundisha physics katika Kihaya akaona hawa watu labda akiswahili hawa Wahaya hawajui vizuri, akaiweka physics katika Kihaya ili kusudi waweze kuijua vizuri, na sasa katika uzee wao bado wanajua physics katika Kihaya. Wanafunzi wetu hawo wa wasijui kama walimu wenu wanawaambia kihaya cha physics, lakini basi, Anthony aliweza na alifanya, na kila mara alikuwa tayari kusaidia ili watu waelewe, ili watu wawe pamoja naye na hata alikuwa ni fundi. Nakumbuka akiwa hapa, hata ziokuwa pamoja, alikuwa fundi wa umeme, vitu mbalimbali mbali, hasa kama redio, saa na kila kitu. Nyakati nya zile, siku hizi imeshaingia kwa digital, lakini wakati zile za umeme zile, na ukimpelekea kifaa chako kimeharibika, anakitengeneza na anakurudishia hata bila kukudai pesa. Ye, furaha yake ilikuwa kuona wewe unafurahi kuona kwamba kifaa chako kinafanya kazi, kwa sababu alikuwa mtu aliyependa watu wengine wafurahi, watu wengine wawe na nguvu. Nilipotoka nyumbani, nilipotua hapa, nikamwona padre mmoja, Father Alikadi Ishengoma, macho yake yalikuwa mekundu, na Father Alikadi, kila anayemfahamu ni mtu mgumu, sio mtu wa kulia ovyovyo ana jina silisemi, lakini ni mtu ambaye hali ovyo ovyo. Lakini kamwona anasononeka, maji mekundu, kamkika mkono, nkampeleka pembeni, kamupa pole, kasema vipi, ndugu yangu? Ndiye akaanza kunihadithia kwamba alikuwa mgonjwa na alikuwa hajui afanye nini. Fada Anthony Arafat akamfuata parokiani akamtoa kule akampeleka hospitali, akamleta CFC wakampa dawa, akakaa naye mwezi mzima. Akasema alikuwa anaamka mara tatu usiku kuja kunitazama nikoje, alikuwa anaamka kupanga saa za dawa ili niweze kupata. Akasema kwa kweli nimepoteza. Huo ni mfano mmoja, lakini kuna mifano mingi kama hiyo. Na ndio sababu mtu huyu licha ya uwanaume wake tunaosema, macho yalikuwa yanamsaliti yana yanaonyesha uchungu anaokuwa nao, kwa sababu Father Anthony alipenda kusaidia watu, alikuwa mtu wa huruma. Mimi kwa miaka mingi nilipenda kupiga picha tangu nikiwa mwanafunzi kule Ntungamo nilikuwa napiga picha hata nikaja kupiga picha za Baba Mtakatifu alipokuja kutembea, lakini baadaye akaja Father Anthony Rutaihwa akawa ampiga picha kuliko mimi, na baadaye ikawa siwezi kupiga picha tena. Nakumbuka kuna watu yangu mengi sana ambayo nilimwomba na amepiga picha, na nina kumbukumbu nyingi sana za mambo mengi ambayo ameyachukua na sio ya kwangu tu, lakini ya watu wengi sana Anachukua picha anakuletea kirahisi kabisa, kwa sababu alipenda awaonyeshe, atumie ujuzi wake ili watu wawe na kumbukumbu. Na mmoja akaandika kwamba hata alipokwenda kule, Paris, Paris, kule Israeli, alikuwa anatuma picha nyingi sana kwenye mtandao. Hata wale ambao hawajakwenda huko leo wanajua Israeli inafananaje, kwa sababu kila alikokwenda alipiga picha nzuri na kuzituma, ili watu waweze kujua alikuwa mtu wa kuwapa watu habari, ya kuwapa watu mambo yanayotokea, ya, ya kuwapa kumbukumbu ya maisha yao. Tunashukuru sana wote ambao wamemsaidia. Na ndugu zangu mapadre, ndugu zangu mapadre wapendwa, hakuna furaha kubwa katika kanisa ya katika maisha yetu kuliko kumwona padre anayefia kazini anayefia akimhudumia Mungu. Nilipata simu kutoka kwa Padre Rugemarira, akielezea akinielezea jinsi alivyofariki. Kama alivyoeleza katika masifu, mpaka dakika ya mwisho alikuwa anahudumia, alikuwa pale msalaba wanaukabidhi kutoka Ichwandimi kwenda Igoma, na alikuwa anapiga picha nyingi tu za kumbukumbu kumbu. Kama kazi yake ya mwisho aliyoifanya, kumbukumbu za msalaba mtakatifu uliokuwa unakabidhiwa. Bahati nzuri wakamwita ksa naye kuja upigwe picha moja, naye akaingia mle akapigwa picha moja, masaa kidogo tu kabla ya kufariki kwake na ndiyo picha ya mwisho tulio nayo. Asante sana Father kwa kutupa picha hiyo na kwa kuisambaza, kuonyesha kwamba mpaka dakika ya mwisho alikuwa pale nyuma ya msalaba. Na ndiyo sababu ndiyo tegemeo letu kwamba Bwana wetu Yesu Kristo aliyefia pale msalabani na baadaye kufufuka, na yeye atamwambia kama alivyomwambia yule aliyekuwa amesulubiwa naye kwamba leo hii tutakuwa pamoja katika utukufu wa mbinguni. Na hiyo ndio sala tunayomwombea na ndiyo sala tunayojiombea sisi sote, ili kiwa padre ufie kazini, ije jua, ije mvua, zije shida, ije chochote kile, lakini ufie kazini. Nilipenda ule ujumbe aliyotuma fadharo njino akitokea kule Songea akasema kweli yagwaa rubimbi kwa maana halisi, akiwa kwenye ratiba ya kichungaji. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamsifu Mwenyezi Mungu na tunamwombea, ili Bwana aone kazi hii aliyoifanya mpaka dakika ya mwisho, ili aweze kumpa raha ya milele huko mbinguni. Hivyo Father Anthony hadi masaa machache kabla ya kifo chake alikuwa bado kazini akitembeza na kutukuza msalaba wa Bwana. Pole sana ndugu na jamaa wa familia, watoto wa Tarwenza, mtu ambaye alijulikana sana hapa Bukoba na ambaye aliwatengenezea njia ya maisha. Father Anthony alipenda sana familia. Alipoweza alisaidia, na kwa namna ya pekee alishiriki katika kuwaleta pamoja kila mmoja. Hapa jimboni alijua kwamba mwezi wa saba Anthony alikuwa na vitu viwili ambavyo hakukosa: moja ni kwenda kufanya check up, na ya pili ni kwenda kwa mkutano wa familia. Sasa ameondoka, lakini mnapaswa kubaki na ule umoja mliokuwa nao alipokuwa bado hai. Hiyo ndiyo kumbukumbu kumbu kubwa mnaweza kumpatia na hiyo ndiyo kumbukumbu mnayoweza kupatia baba yenu ambaye angependa mwendeleze ule umoja na upendo ambao alikuwa nao. Pole sana kwa baba Askofu Jovitus. Niliweza kumpata siku hiyo baada ya kupata habari, tuliongea saa tano usiku. Anasikitika sana, alitaka kurudi lakini yuko Roma kwa majukumu ya kanisa la ulimwengu hivyo asingeweza kutoka, lakini anawapa pole nyote, anawapa pole nyote na anaadhimisha misa takatifu siku zote hizi kwa ajili ya marehemu, ili Mungu ampe raha mbinguni na kwa ajili yetu sisi zote. Pole sana, mapadre, watawa na waamini, hata sehemu zile zote ambapo amefanya kazi, tumkumbuke kwa mema mengi, maneno mazuri ambayo ametuambia kwa urafiki wake aliyokuwa nao pamoja nasi ili kwa kweli tuweze kwenda pamoja naye. Pole sana kwa ndugu zake, mapadhi aliyosoma nao hapa Bukoba, wevaki na moja Rutaihwa mwingine na wengine, mmoja huko Kigoma, wengine huko huko kule Rurenge, labda na wengine wako katika mataifa. Wote polepole tunakwenda, tunafungua fungua lakini sote tuende tunashindikizana, ili tuweze kufika katika ufalme wa mbinguni. Na jambo kubwa sana, mwenzako akinyolewa weka maji, mwenzako akinyolewa weka maji. Bwana anatuambia viuno vyenu viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka Wasabawa, mdui, si saa, jafo, kinja, tayari, kwa sababu hamjui siku wala saa japo Bwana, ili saa ile yakija akukute huko tayari kwenda kwa Bwana. Na sisi sote tunavyomwona hapa, ambayo mchana alikuwa anakimbizana na ficha na msalaba, lakini jioni amesha kwenda kwa Bwana. Na sisi vile vile, kila wakati, kila saa, tuwe tayari kuweza kupokea wito wa Bwana saa ile anavyotuita ili na sisi vile vile tuweze kuenda kwa mbinguni kule mbinguni kwa Mungu Muumba wetu, kwa Kristo mkombozi na mwokozi wetu, aliyekufa na kwa ajili yetu sisi na akafufuka. Atupe tumaini kuu. Tuendelee kumwombea ili kama kuna chochote ambacho hakijakamilika, kwa sala zetu, kwa majitoleo zetu kwa sadaka takatifu yasha ma, waheshimiwa mapadre, tumwombee huyu ndugu yetu, ili Mungu Mwenyezi aweze kufuta kila lilo ovu na aunganishe na yaliyo mema na aweze kumfikisha huko mbinguni. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo.